Sekta zote huku akisisitiza kuwa uzalendo, imani na uchapakazi ndizo silaha muhimu za maendeleo ya taifa. Katika mahojiano maalum na ZBC, Ismail anaanza kutueleza heshima aliyoipata kwa kuchaguliwa kwake kuwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa. Kwa kweli kila mwaka nchi yetu imekuwa ikifanya jambo la ukimbizaji wa mbio za Mwenge wa uhuru kwa sababu tangia mwaka 1961 wakati mwenge wa uhuru umeasisiwa na baba yetu mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na hayati Abedi Amani Karume, kwa kweli waliweza kuuasha mwenge huu wa uhuru na kuupandisha juu ya mlima Kilimanjaro. Lakini mwaka 1964 na ndio mwaka ambao zilianza harakati za ukimbizaji wa mbio za mwenge wa uhuru na ndiyo maana hadi hii leo viongozi wetu wa kitaifa kwa maana ya Daktari Samia Suluhu hasan pamoja na Daktari Hussein Ali Mwinyi na wao wameona ipo haja ya kuendelea kukimbiza mwenge wa uhuru na kuweza kuupa ujumbe maalumu ili vizazi na vizazi viendelee kujionea faraja ya uwepo wa mwenge wa uhuru ndani ya taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ismaili, tunatamani kufahamu katika siku mia moja tisini na tano ulipokuwa unakimbiza mwenge huu wa uhuru, labda uliweza vipi? E, siku mia moja tisini na tano ambazo kwa sasa ndio halmashauri tulionazo ndani ya taifa letu, miongoni mwa mambo ambayo kwenye siku hizo mia moja tisini na tano utakupana na mambo ya kimaendeleo ambayo yamehusu sekta mbalimbali mbali. kuna mambo ya kimaendeleo yanayohusu sekta za jamii kuna mambo ya kimaendeleo yanayohusu sekta za kibinafsi lakini pia kuna mambo ya kimaendeleo yanayohusu watu wanaotoka nje ya Tanzania kujionea kupitia Mwenge wa Uhuru. Kwa kweli siku hizi zinakuwa ni siku za moto na ni siku ambazo kwa kweli unajifunza mambo mengi na unajifunza nini Tanzania imetekeleza kwa viongozi tuliokuwa nao. Uh, unaweza ukatuambia labda kitu gani ambacho hauwezi kukisahau katika safari yako? Kitu ambacho siwezi kukisahau kwamba kuitembea Tanzania nzima, kwamba sikuwaza wala kufikiria kuna siku nitatembea Tanzania nzima na mipaka yote ya nchi hii ambayo tunaendelea kujivunia. Hicho ndio kitu ambacho sitokisahau katika maisha yangu, na ni kitu cha kihistoria kabisa. Ingelikuwa kwamba sijaingia kwenye jambo hili, basi ningelikuwa natembea baadhi ya maeneo machache lakini hiki ujio wa mwenge wa uhuru umenifanya, maana yake nimejua Tanzania yote vijiji vyote kata zote na vitongoji vyote, kwa muda mfupi mno, japo kwamba inahitaji ukakamavu, uzalendo na uadilifu na uvumilivu. Ni kazi ambayo kwa kweli viongozi wanatujenga kuonesha kwamba kila mwaka wawepo vijana ambao wanaenda kujionea uadilifu na ukakamavu na uzalendo, kwa kweli nimejifunza na hicho kitu sitoweza kukisahau katika maisha yangu. Umetembea katika halmashauri 195 na, na umejionea maendeleo mengi kufuatia vuguvugu za vijana, una ushauri gani kwa vijana kutokana na maendeleo uliyoyaona? Mimi ushauri wangu kama kijana ambaye nimepata fursa na wenzangu kutembelea Tanzania nzima, kwa kweli viongozi wamefanya kazi kubwa mno. Kila kijana wa kitanzania sasa hivi anatakiwa kujifunza ambayo wamewafanya viongozi wetu leo hii. Hakuna eneo hata moja ambalo viongozi hawajawafikia vijana. Nasema hivyo nikiwa na ushuhuda kwa maeneo ambayo nimepita na mwenge wa Uhuru, kwa sababu hakuna eneo ambalo tumepita na mwenge wa Uhuru tukakosa mradi wa vijana ambao umetekelezwa, ikiwa kwa upande wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ikiwa kwa upande wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi kama kijana mwenzi wao ambao nimeona hayo niendelee kuwasisitiza vijana wenzangu wa Tanzania na upande wa Zanzibar waendelee kuunga mkono jitihada za serikali na wao wawe ni chachu ya mafanikio haya ambayo tunayaona leo hii. Tutakapojitokeza kama vijana kwenda kufanya vinginevyo, tutakuwa hatuwatendei haki viongozi wetu wakuu wa nchi hii, lakini pia tutakuwa hatuwatendei haki wale ambao wamepewa dhamana ya kuwasimamia vijana. Umeona maendeleo ambayo yamekupa hamasa. Leo hii unawaahidi nini vijana katika kuhakikisha sasa wanakuwa na moyo kama wako kwa kizalendo ili tuendeleze taifa letu kwa umoja? Mimi niendelee kuwaomba sana vijana wenzangu waendelee kuwa wazalendo. Uzalendo mtu unaweza ukawa nao moyoni mwako na ukaweza kukufikisha malengo yako binafsi. Sikutarajia wala sikuambiwa kwamba wewe mwaka fulani utaenda kukimbiza Mwenge wa Uhuru. Mimi binafsi kutokana na kujitoa kwangu, kutokana na nasaha za viongozi ambazo wanazifanya, lakini pia kutokana na kufuatilia fursa mbalimbali mbali kupitia vyombo vya habari, tukaona kwamba na mimi kama ni kijana ambaye nitaenda kuwakilisha mkoa wa kaskazini Unguja kwa sababu ni mzaliwa wa mkoa huo na ninaishi ndani ya mkoa huo, basi imeweza kunisaidia kuona kwamba leo tumeenda kujenga taifa kubwa, na tumeonyesha jinsi gani